Naam, leo ni siku ya ndimi asilia silia duniani. Siku ambayo imetengwa na Umoja Mataifa, Umoja Mataifa ili kuhamasisha lugha mbalimbali duniani kote. Watu wengi barani Afrika wanazungumza zaidi ya lugha moja, lakini bado wanasalia kupenda lugha zao za asili. Umoja wa Mataifa wanasema lugha nyingi duniani zinapotea kutokana na utandawazi. Takriban nusu ya lugha zote elfu sita duniani ziko hatarini kupotea, lakini hata hivyo, barani Afrika, lugha moja, Kiswahili, imejipenyeza na kupata umaarufu sio tu ndani ya bara, bali hata nje. Nilihisi huyu atafanya nini nitakapokuwa mbali? Wanafunzi wakisoma Kiswahili hapa London. Hili ni somo maarufu sana katika chuo hiki ambapo wanafunzi kadhaa kadhaa humaliza kila mwaka wakizungumza lugha hii kwa ufasaha. Natoka Marekani. Naam, leo ni siku ya ndimi asilia duniani. Siku ambayo imetengwa na Umoja wa Mataifa ili kuhamasisha lugha mbalimbali duniani kote. Watu wengi barani Afrika wanazungumza zaidi ya lugha moja, lakini bado wanasalia kupenda lugha zao za asili. Umoja wa Mataifa wanasema lugha nyingi duniani zinapotea kutokana na utandawazi. Takriban nusu ya lugha zote elfu sita duniani ziko hatarini kupotea, lakini hata hivyo, barani Afrika, lugha moja, Kiswahili, imejipenyeza na kupata umaarufu sio tu ndani ya bara, bali hata nje. Nilihisi huyu atafanya nini nitakapokuwa Hili ni somo maarufu sana katika chuo hiki ambapo wanafunzi kadhaa humaliza kila mwaka wakizungumza lugha hii kwa ufasaha. Natoka Marekani. Uh, nilijifunza Kiswahili nilipo hata nje iblisi huyu atafanya huyu atafanya nini atafanya nini ni nini nitakapokuwa mbali? Wanafunzi wakisoma Kiswahili hapa London. Hili ni somo maarufu sana katika chuo hiki ambapo wanafunzi kadhaa humaliza humaliza humaliza kila mwaka wakizungumza lugha ngumza lugha hii kwa ufasaha. Natoka Marekani. Nilijifunza uh, Kiswahili nilipoenda Tanzania. Miaka mitatu iliyopita, uh, nilikaa Mwanza kwa miaka miwili na nusu, na nikajifunza Kiswahili kule. uh, nikaanza kusoma hapa SOAS, na nilitaka kuendelea na Kiswahili changu ili kukiboresha, kukitumia baadaye kikazi, kikazi e Uh, mimi jina langu jina langu ni Moye ninatoka Japani. Uh, sababu ya uh, kusoma Kiswahili yangu, Kiswahili yangu ni ah, kwanza, uh, nilivutiwa na utamaduni ya Kiafrika sana uh, kama muziki na ngoma. Uh, ninaitwa Jasika na ninatoka Ureno, lakini wazazi wangu wanatoka visiwa vya, visiwa vya, visiwa vya Um, na nina inasoma ninasoma Kiswahili Kiswahili hapa SOAS kwa sababu ninafikiri kwamba Kiswahili ni lugha muhimu sana katika Afrika, na nina mpango labda um, kufanya um, kufanya kazi katika Afrika ya Mashariki. Ninaitwa Griti, ninatoka Hungaria katika Ulaya Mashariki na Nilichagua kusoma Kiswahili kwa sababu ni lugha kubwa zaidi katika Afrika. Katika Afrika. Afrika. Licha ya kuwa kuna lugha nyingi katika mataifa hamsini na nne ya Afrika, Kiswahili kinavutia kwa sababu ya historia yake pana na nafasi yake kama lugha inayozungumzwa na wengi barani Afrika. Na kimataifa ilipata umaarufu mkubwa kutokana na wimbo na msemo wa Hakuna Matata. Msemo huu ambao umewekewa hati miliki na kampuni ya Disney ya Marekani umezua mtafaruku mkubwa kwa wazungumzaji wa Kiswahili. Ili suala la kwamba hakuna matata kuchukuliwa kama alama ya biashara, mimi nafikiri si sahihi kwa sababu, ingawa si Kiswahili fasaha, lakini ni maneno ya Kiswahili. Kwa hiyo unapoyachukua ni kama unachukua lugha ya mtu, utamaduni wa mtu, unachukua utu wa mtu. Sasa kama leo umechukua maneno yake, kesho utachukua nini? Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni mia moja Afrika Mashariki na Kati, na pia ni moja ya lugha rasmi za umoja za, um... rasmi za Umoja wa Afrika, na kuna, maj... na kuna majadiliano ya kutaka kuifanya lugha hii lugha hii kuzung... kuzungumzwa na wafrika wote Afrika Kusini hivi karibuni imeingiza Kiswahili kwenye mitaala yake. Huwa anakwenda kwenye mikutano na kukutana na watu kutoka Afrika wakizungumza kif... kizungumza Kifaransa, Kiingereza, na hakuna kinachotuunganisha kama Waafrika Afrika. Kwa hiyo watoto wetu wanahitaji kitu ambacho ni cha Kiafrika na chenye kutuunganisha na ni lugha ya Kiswahili. Wakati kuna wasiwasi kuwa mambo kama utandawazi yanaathiri lugha nyingi duniani, Kiswahili kinaonekana kuchanja mbuga katika kuunganisha bara la Afrika na pengine rasmi za umoja wa Afrika, na kuna majadiliano ya kutaka kuifanya lugha hii kuzungumzwa na waafrika wote. Afrika Kusini hivi karibuni imeingiza Kiswahili kwenye mitaala yake. Huwa anakwenda kwenye mikutano na kukutana na watu kutoka Afrika wakizungumza Kifaransa

Kiingereza ingereza, na hakuna kinachotuunganisha kama Waafrika. Kwa hiyo watoto wetu wanahitaji kitu ambacho ni cha Kiafrika na chenye kutuunganisha, na ni lugha ya Kiswahili. Wakati kuna wasiwasi kuwa mambo kama utandawazi yanaathiri lugha nyingi duniani, Kiswahili kinaonekana kuchanja mbuga katika kuunganisha bara la Afrika na pengine kuwa lugha ya Afrika.